Asante sana sana mtukufu rais, nakushukuru sana. Sisi tunakuanga hivi Nyandarua, na kushukuru sana kwa sababu umehamia, umesema utakuja hapa kwetu, utakuja hapa Nyandarua, utatusaidia na hospitali yetu kwa sababu ilikuwa imekwama ilikuwa imekwama kwa miaka kadhaa, tunasema asante, tunasema asante kwa sababu ya stadium yetu. Stadium yetu imekuwa since 15 years ago haijatengenezwa, ukasema utatusaidia. Mimi nataka kukuambia asante na nataka kukuambia kitu moja mtukufu rais. Usisikie hiyo noise iko hapa. Tuko na shida moja, shida ya insecurity. Mifugo yetu imeibiwa na shida ile tuko nayo, mtukufu rais. Tunahitaji gari za security, polisi wetu hawana magari. Your excellency here in Nyandarua. We require more than 50 cars, security cars, hapa kwetu Nyandarua. na kuomba na kusihi usikie maombi na kilio changu, utupatie magari ya polisi ndio at least wizi wa mifugo uishe. Tuko na wizi wa mifugo hapa kwetu. la pili, mtukufu rais hii Olkalau Deili, Olkalau Deili iko na shida, Mtukufu Rais. Walichukua loan ya 240 million shillings, hawawezi kulipa. Mtukufu Rais, vile unalipa madeni ingine, tulipie hii deni ya Olkalau Deili kwa sababu wewe una uwezo una uwezo wa kufanya hivyo na nĩngwenda kuugoũ ithue ũteithio witũ ũrauma kwĩ mũthuri ũyũ ũrauma goko na nĩkĩo twe goko o na mwatindo mũkiuga kwo andũ marokĩte gũkũ gũtũhania Asante sana Mtukufu Rais. Mungu akubariki. Aweze kuwa, asante asante, asante, asante asante, asante asante. Asante asante, ya kwanza tutulie, sasa tutulie, asante Tashukuru ah, ya kwanza Mheshimiwa Rais nice. Kwanza mimi ni kusema asanti kwa vile umetutembelea tena hapa Olkarao. Ya kwanza, ningetaka kusema asanti sana kwa kusikia kilio chetu kuhusu maneno ya hospitali kuhusu maneno ya stadium kuhusu maneno ya university na barabara na stima mimi kama mbunge wa eneo hii leo hii ningetaka kukuhakikishia maneno ya stima huku ukienda mashinani inatambazwa vizuri na barabara vile vile. Ya excellency ile tena, ningetaka kukuhakikishia na hiyo ni kitu watu wana, Wakarau wanaweza weka sahihi maneno ya barabara zile umetaja hapa leo hii, hizo mabarabara zimeendelea na tunajua ile mipango uko nayo ya hizo mabarabara kukamilisha. Kuna hii barabara kutoka kwa Mobi Siranga kwenda Boyman inaendelea contract yako ground na kuna ile instructions umepatiana. Kuna hii barabara ingine kutoka Tumaini kwenda Kabasi, mimi najua ile amri umetoa. Kuna hii barabara kutoka hapa Kariamu kwenda Daragwa, mimi najua ile amri umetoa mimi nataka kuhakikishia watu wa Ukarao mimi mumenichagua tam tatu. Na kusema ukweli, why you bring me back is because ya ile naleta kwa meza. Mnataka maendeleo ama mnataka siasa ya barabara? Mnataka maendeleo ama siasa ya mdomo? Watu wa Ukarao wanataka maendeleo and that's why your excellency. We are very appreciative, we are very appreciative for the development agenda you have for our county for our individual constituencies. Na sisi kama viongozi wa eneo hii, we are 100% behind you your excellency. Na nimefurahia leo hii vile umetatua hii maneno ya hii kware. Hawa jamaa anajua wamekuwa na hiyo tabu, na vile umeingiria sasa najua hiyo maneno itakuwa sawasawa sawa. Kuna mengi tumeongea, maneno ya housing na ingine hiyo sitataja hapa, lakini tutakuja kuelezea hapa karibuni. Ila tumekubaliana na rais, na najua vile karai ilikuwa miaka kumi iliyopita mmeona change. Kwa hiyo mengi machache, mi nasema asanteni sana, na Mungu awabariki, awabariki. God bless. Thank you ala merega gethi akorwo ri na guoko sasa ni waulize jameni unajua nimeona nyinyi ni wajanja munajua mali mali iko na mali ya Kenya iko na nani iko na nani uyu ni we wi na kahiu na ni we wi ndiri thiini na ni we wi mbucire thiini tureye kuria tuthieku unajua Mheshimiwa Rais, mimi nimeketi hapa najiuliza watu elfu kumi na nne wameunganishwa ama wataunganishwa na umeme. Nikachukua kakiuleta nikahesabu, bilioni kumi inaweza enda kwa miji 95,000 homes jameni, na modomwane wareda kareda ikiobilile hiyo barabara Mheshimiwa Rais amepeana 8 kilometers, engineer, na hapa mimi ni mdhoniwa, bibi yangu wametoka hapa. Engineer, hiyo barabara mmepawa 8 kilometers, bilioni kumi inaweza enda kilomita mia mbili ya lami jameni. mdomo mwashoka atuekane woreda, nataka muonyesha rais kama muko na yeye kwa mikono

Wamesema hii affordable housing iko hapa ile mara yote inajengwa hapo ikiwekwa kabla ipewe hawa vijana wa affordable housing. niîne ni ûrî ûteeragwo na woko karao na Kinyandarua yothe gûtire mûndû kwa kwetheria guaya na nio rienhegeria guaya nĩguo kana tiguo iko na eh, chairman wetu huyu Bwana Nderito Mureiti ambaye ni chairman wetu wa KRA awasalimie daka moja.